Naitwa Masaru Mpoko. Geta ki, ki pelekia, kwa jumla wa Geita Institute ni timu ambayo iko kitimu zaidi, iko kambini, imekaa muda mrefu, kwa hiyo kimepelekea kuwa na ushirikiano mzuri katika mchezo hicho, ndio kimesaidia timu. Imekaa kambini ni muda mrefu, ina ushirikiano hali ya juu, afu wachezaji wanacheza kwa nidhamu hali ya juu. Hiyo ni, ni, ni, njia ambayo nimesaidia kutupea ubingwa hawa Aa, mpira yao walikuwa wanatumia mpira ya pembeni. Sasa sisi mabeki kwa upande wa pembeni hiyo tulikuwa tumeshaligundua mipira yao mingi, wanacheza long pass kwa kutumia mpira kupitisha pembeni hiyo, tuka tuligundua tukawapa mtego huo, tuka tuna tunaingia katikati ili kuwaminya waingie ndani. Hiyo ndio ikasababisha wakosa ile mashambulizi la kupitia pembeni, wakawapitishia mpira katikati. Kupitishia mipira katikati inakuwa ni ngumu, nakuta mabeki wamejaa katikati. Kwa majina anaitwa Dickson Fabian Kijika, ni captain wa timu ya Geita Institute. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kudalia kuweza kupata ushindi. Ah, mchezo kikweli ulikuwa ni mgumu. Tuliwaheshimu sisi wapinzani wetu kipindi tunaanza mchezo ndio maana tumefanikiwa kupata ushindi wa magoli manne. Ah, tunaendelea kujipanga kwa sababu michuano hii ni ya knockout, ni ya kufungwa na kuondoka, lakini sisi kwa sababu tumeweza mechi hii ya kuwa bingwa tutasahau hapa hapa uwanjani. Tunaenda kujiandaa na mashindano mengine. Tunashukuru mechi imeisha kwa red card mbili na kwa kitu mimi nachotaka kukisema, tumecheza tumecheza uwanjani, lakini hiki kilio kwa huku chini, tutaendelea kuteseka sana, tutaendelea kuteseka sana kwa waamuzi wetu, hawa tutaendelea kuteseka sana kwa sababu mimi nachokuja kukwambia kama mpira, nafikiri wewe ulikuwepo, mwandishi habari, bali unaangalia mechi zinavyoendelea red kadi ninaokuja kupewa kocha kwamba mimi nikipinga ma, nikimkatalia kwamba ile sio sio faulo aje ania, aniazibu red kadi wakati kuna njano. Kwa majina anaitwa Helmani Sabaganga Nyegei, ni kapteni wa Golden City. Mchezo wetu dhidi ya Geita Institute ulikuwa mzuri, mchezo mzuri, lakini tumepoteza mechi hii ambayo ni ya fainali ya FA sisi hatuwezi tukasema mengi, tunasema tu ishara kwa Mwenyezi Mungu tunashukuru. Tumepoteza hii mechi, lakini tutazidi kujipanga na mashindano mengine yaliyopo mbele yetu. Kuna kushindwa, kuna kushinda, kuna kutoa sali, lakini leo ilikuwa ni mchezo wa fainali, kwa lazima tumpate mshindi. Nichukue nafasi hii kuwapongeza wote, timu zetu mbili za fainali, lakini kipekee niwapongeze washindi wa kwanza, ongeleni sana kwa kutoa ubingwa. Mimi kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa kamati ya mashindano nasema safari hii tulianza salama, namshukuru Mungu tumemaliza salama. Mpira ni mchezo wenye jasho, wenye tensheni, wenye pressure. yaliyotokea uwanjani, kipekee niseme hayakuwa mazuri sana lakini, kama kamati tuseme, haya mambo tusipende kuyaruhusu. Niwaombe wenzangu, washindi wa pili, Geita Institute, nyendo mabingwa wetu ndio wawakilishi wetu wa mkoa wa Geita, mkiungana na bingo wetu wa mkoa katika levo hii e ya pili katika mashindano ya FA mkoa ya FA, mna kazi. Sisi kama wana Geita tunapenda sana heshima kuitengeneza, heshima ya mpira katika mkoa wetu. Hatutamani mwishie hapa karibu, mnapaswa mjiandae ili kuhakikisha kwamba tunaenda kucheza mbali. Tunataka vilabu vya ligi kuu vije hapa kupitia nyie, na mlivyo nidhamu yenu, jitihada zenu, mkizizaidi kuziboresha mtafikia malengo. Lakini hii kumbukeni, ni platform kubwa sana kwenu nyie, kuwasaidia kwenye kali ya mpira, kwa sababu mnafika levo za kuonekana kwenye televisheni mnafika level za kucheza na timu zingine kubwa katika nchi hii. Hiyo ni sehemu ambayo itawasaidia nyewe kuwatangaza na kama sio kutoka kuondoka au timu yenu kwenda juu, basi mmoja mmoja anaweza akaitumia nafasi na kufanikiwa kufika mbali.